Kwa mtandao wa Facebook yake ya kibinafsi uh, bila shaka pale unaweza kuchangia pia, vile vile unaweza kupata fursa ya kueleza, kuuliza swali swali, maoni au hata pia mapendekezo ambayo tunapokea msikilizaji, kuhusiana na masuala haya ambayo eh, yameweza kudhihiri hivi sasa na kukithiri kutokana na swala hili kama swala hili la, la betting maanake, sasa wanataka betting itangazwe kuwa pandemic imekuwa sasa ni hatari kwa usalama nchini Kenya na silently driving, uh, Kenyans to suicide, uh, wa Kenya kulingana na mshauri na saha huyu, uh, mkurugenzi mkuu wa kitengo cha ushauri na saha wa polisi uh, bwana Vincent Makoha anasema uh, kati ya wa, wa uh, maiti kumi na kumi na moja huwa zinaokotwa kila wiki Nairobi peke yake kwa ajili ya Wakenya waliojiua kutokana na mambo haya ya kucheza kamari Alafu wanasema namba hiyo wakati mwingine huenda ikaongezeka hadi thalathini. mm. mm. mm. Alafu kuna swali ili addiction, ukijibu swali hilo uh -huh. Kwa sababu betting in ikifika mahali sasa, inakuwa hii ni kamari, lakini kuna addiction uh -huh. Ni nini ambacho kinatokea kwa kichwa mtu? Je, ni part of depression ndio inapelekea addiction, ama mtu yuko tu sawa anaanza <laughs> kubet, anaanza kugamble, kesho anajipata kwamba amekuwa addict ama namna gani? Um, kuna kitu inaitwa conditioning so unapata ndio beti ni, mara ya kwanza haitakuwa ni addiction hiyo, kwa hiyo beti ama kwa any other addiction, but hiyo gratification enye unapata mwili inaanza kuzoea. Uh, after an act kuna gratification. Kama maybe nikibet, kuna wakati utapata pesa fulani umeshinda, so hiyo furaha. So, with time, unataka kuendelea kwa sababu mu, nini akili yako imezoea na mwili yako pia imezoea inataka kupata hiyo furaha fulani ndia. So with time, inakuwa addiction. Na ikifika sasa wakati pengine ulikuwa umezoea kuwin, alafu inafika sasa saizi uh, unaenda unaekeza pesa zina zinakulwa ama sijui wainamezwa mm, sijui wanatumia mm. neno gani mm. <laughs> so unapata um, inaleta frustration fulani mm -hmm na ni the same pia na watu pengine wanatazama football, utapata. mm -hmm. Kuna umezoea mnashindaga. mm -hmm. So mkif, so mwili imezoea gratification fulani, eti timu yetu ita, ita. So mkishindwa kuna hiyo frustration yenye inakuja. mm -hmm. So how do you manage your frustration, mm -hmm. is what matters. So if you're very aggressive, ama at that particular point umetumia pengine dawa za kulevya, so akili yako haufikiriki sawasawa sawa. mm -hmm. Utapata hiyo frustration na aggression inaweza kutuma uka commit suicide. Mm -hmm. Mm -hmm. Cuz I'm trying to imagine huyu mtu labda pengine hana kazi mm -hmm. amehaaswala kapata shilingi elfu moja akatoka kutoka kupata shilingi elfu moja hiyo shilingi elfu moja ndio akaenda nao sasa betting. mm -hmm. As a society, is it a society problem? kwa sababu angalia huyu mtu hana kazi, yenyewe ni stress kivyake kwamba hana kazi pesa amepata ameenda kugambo, lakijua kwamba atatengeneza pesa kiasi fulani, pia amekosa. Is it a societal problem? ni, ni, ni swala la kijamii problem hili? It is a societal problem and I blame our education system. Mi ni juzi tulikuwa tunaulizana mbona hatukuwa ifundishwa financial literacy kwa hiyo 844 topic ya financial literacy, tungekuwa tupate na simu kabisa, tukiendelea kujibu hilo. Iqra FM. Hello, Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nasra. Karibu sana sister Nasra. <coughs> <coughs> <coughs> wanaogopa therapy, wanaogopa therapist ama they don't believe. Kwa hiyo kitu sana sana sana, ile kitu mi waambia watu ni therapy is real, unaona. Mhm, mm, uh, mtu hawezi amini, anaweza enda tern session na pone, anasema how, unaona. And then another thing also kitu sana mtu anaogopa, wanaogopa is the charges because the therapy

and design your own happiness. Mhm. Mm, therapy is not going to do for you that. Therapy is the self you are able to give you ni mm -hmm. ni wewe uzitumie. Mm -hmm. Ukishazichukua kwa ajili ya kuzitumia, ufuate venye umeambiwa mm hivyo. -hmm. Mm -hmm. Na kama ukianza ukienda therapy, ukitumwa ukiendea therapy, mm -hmm. five sessions, mm -hmm. afud kama hata ulikuwa unataka ku commit sasa hivi. Hiyo kitu yote inatoka kwa akili.

Alafu kwa therapist yeah. Uendangi kwa therapist ati because you have a problem mm hata -hmm. Therapist unamuona therapist hata tu ukiwa tu sawa mm -hmm. unamuona yeah. to keep your nini ukuweka tu akili yako balance fit healthy uh -huh. kila kitu unaona yeah. tu kwa therapist ukiwa na shida no, hata tu penye kuwa hapo Ikra unasema this Saturday I need to visit Kathleen and see how things are with me hviahiahiv anakuambia sasaukra asante sana, uh, sister Nasra kwa hilo haya. Ah, yeah. na ameelezea umuhimu wa kuweza kuenda kupata ushauri na saha, mm -hmm. eh, kwa wanasaikolojia. Najua wanaume wanajiuliza mimi nitoke hapa nile nikae kwa mtu nimwelezee shida zangu? <laughs> <shita> <laughs> wanaume wana balaa nyingi sana, wanakuambia bana, tunakufa kiume bana. Wanaume e, ki, eh sisi tumeumbiwa, sisi haya mambo, wanasema hivyo. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bwana budi yango alikuwa anataka niongee, ndio Fadhil, sababu mtu anaanza vitu. Kuna watu mhm, kwa mfano, huu meweka pesa kwa simu aha karibu an thalathini ameenda cheza nayo kamari aya. Sasa hiyo ku, kuenda kumuuliza anaanza hizo vitu sasa, we unaweza kumsaidia vipi na amekukosea? mm-hmm. Sasa hapo ndio unaona inakuwa kazi ngumu tena sana mm-hmm. Sababu we pia amekuletea fikira na yee pia yeah. hame, na uh-huh. Sasa, ndiyo, daktari, hapo na hiyo sasa ndio tunauliza daktari, hapo tunaweza fanyaje? Mm. Asante sana Fadhil, nadhani ameuliza vizuri. Mtu ameweka 30k ameenda kuchezea kamari, yeye mwenyewe akija unamsalimia, anakujia jua anataka kukorofisha kwa sababu yake, na yeye stress zake anakuwekea na wewe, anasema mm -hmm. Naam. Anitaanza na ule therapy imekuwa expensive sana Kenya, siwezi pinga hilo ambayo no, amesema ndio. Uh, lakini um, kuanzia mwaka jana kumetengenezwa na kamati ya wana psychology board imetengenezwa, ambayo nadhania hii mwaka ikienda kuisha watakuwa wametupatia standardized charges zenye therapist tunapaswa kutumia Kando na hiyo nikifanya mm, na Ikuti Afya. Okay, saizi nafanya na Ikuti Afya. mm -hmm. um, tunafanya kazi na corporates na makanisa, huwa tunaenda huko tunakuwa na hizo mental health camps. mm -hmm. na tukikuwa huko huwa tunafanya therapy for free. Okay, na mtu akikuja kwa um, uh, hospitali zetu, mimi napatikana uh, Ikuti Afya South B na Nairobi West, mara mingi ukikuja hapo uh, na Ikuti Afya zote Kenya. mm -hmm. Prices ni standardized ambayo ni 1500 na unaweza tumia insurance ama ulipe cash, ni wewe kuamua. Huyu wa kamare sha inakubali ama bado, sha sinajua iko kwa So huyu wa kamare, unajua, projection ni kitu moja ambayo mtu mwenye ako frustrated venye tu nilisema hurt people hurt people mm -hmm. Na most of the time huwa una project kitu ambayo unahisi kwa roho yako mm -hmm. That's why tuna encourage watu wa heal, so that wache ku project negativity kwa watu mm -hmm. Kitu cha kwanza, kama ni mtu wa familia yako, jaribu kum um, recommend kwa counselor na umwelezee mbona anahitaji hiyo support. Kama wewe mwenyewe unaona hauwezi msupport, mtafutie mental health professional mwenye atamsaidia kutembea hiyo safari, ili aweze kutoka kwa hiyo hali ya kutumia kamari, manake 30000 ni pesa mingi sana kwenda kuzitupa zote kwa kamari. So na wakati mwingine unapatanga care givers wanakuwa na ile guilt buh, ile yenye unashindwa, sasa hata nilimpeleka kwa counselor hajakusaidia. Venye dada Nasra ametueleza tu, mm -hmm. Ni decision ya mtu mwenyewe kuamua nataka kupona manake. mm -hmm. Unaweza kuja yes, umekujeza counseling sessions, lakini mimi nikikwambia fanya hivi na umeblock akili yako, utaki kunisikiliza wewe, utaniambia tu kwa mdomo eh, nimekusikia nitafanya, lakini kwa akili yako umejua haya maneno, siendi kufuatilia popote. mm -hmm. So wakati mwingine aka caregivers wanakuwa na ile guilt ya sasa hata nilimpeleka hospitalini, na sana sana ni hao watu wa addiction mm -hmm. anaweza kuwa mtu wa drug addiction ama uwi wa kamari mm -hmm. anapelekwa kwa counselor, lakini bado tena baada ya muda fulani unaona ame um, ame relapse mm -hmm. so relapse ina iko bound kufanyika but kitu cha muhimu ni wakati umemake your decision, you want to let go of that uh, addiction kuwa wa karibu sana na kansla wako na akikuandikia urudi hospitali wakati fulani, tafadhali rudi. Manake wengine huwa tunawaandikia, unafuatilia kwa simu, mwezi inaisha, ukimfuatilia tu kuja, hakuji. Maanake yeye yeah, anaona hana shida. Unajua watu wengi wanaamini ugonjwa ni malaria uh, na magonjwa mengine ya kimwili, hawaamini mental health ni ugonjwa ambayo pia unahitaji usaidizi hmm. Mm, kwa sababu nataka kuuliza kwa mtu ambaye hajaenda katika therapy session. Uh -huh. Inakaaje, how does it look like? Na especially mambo na confidentiality, kwamba mimi nisitoke pale nikatangazwa mtaani kwamba ndio ule jamaa. <laughs> <laughs> Inakaaje katika mental unaweza mm. kutuelezeaje? Okay, kuwelezi. Tuko na code and ethics zenye okay. tunapashwa kufuata na ukikuja hata kukuja hizo therapy kuna consent form enye huwa nakupatia una sign. mm -hmm. na kwa hiyo consent form nakuanga kitu ya kwanza nime highlight ni, ni hiyo confidentiality ambayo information yako ni kati yangu na wewe na, wewe. Mm -hmm. Na saizi kuna pia tunafanya kazi kwa ukaribu na Carecall Kenya, mm -hmm. na wako na e wellness program inaitwa Vital Care 360. So ukikuza for that program utamwona daktari nutritionist na psychologist hapo ndio pia naweza kuambia tu kama maybe umekuja kwa hiyo Vital Care 360, information yako pia itabidi nimeshare na nutritionist wako na daktari wako. So hii information itakuwa kati yangu, nutritionist wako na daktari wako. Nitakuelezea mbona hapo. Kidogo confidentiality itakuwa kati yangu na wewe. Mm-hmm, na the only time naruhusiwa mimi kama mwanasaikolojia according to the codes and ethics of my work ku break confidentiality ni kama wewe mwenyewe unajiexpose kwa risk ama una-expose others, kwa mfano, ukuze na uniambie uko na suicidal thoughts ama ukona umejaribu ku -commit suicide hapo yeah. Itabidi nimekuweka under suicidal watch, na suicidal watch si mimi nitakaa hapo nikikutazama yeah. Itabidi wenzangu wanisaidia, so hivyo itabidi nime-break your confidentiality, niwaelezee wenzangu ili uweka kwa hiyo suicidal watch na mm -hmm. Pia itabidi nimeelezea family members wako mm -hmm. Ndio, hata ikiwa hautabaki hapo, uh, hospitalini mm -hmm. na mimi ukienda nyumbani wajue kuna hali fulani, na itabidi wakuweke under watch naam. mm -hmm. mm -hmm. Katika ujumbe hapa anasema, sio huyo pekee na mambo ya redio Ikra, mimi niliwahi surudisha redio haswa dukani, kisa na maana haishiki radio Ikra. ni asema mimi ni Mariam Uh, hawa ndio wale mashabiki hakiki. Mwingine katika ujumbe wake hapa anasema, waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anasema je, mimi ni kikosa idhaa ya Ikra kama haiko hewani, huwa sisikii vizuri na tafash na hasira sana. Je, hiyo pia ni depression anauliza. Amina amina amina. Waisili anasema redio ikiikosa kuisikia huwa hana raha. Je, hiyo pia ni depression anauliza. Aya, mwingine katika ujumbe anasema wa alaikum salamu. Anasema mimi eh, nampongeza daktari hapo, anasema nampongeza Daktari Venessa anasema maelezo mazuri sana Mutisio, kutoka maeneo ya Machakos. Baadaye, asante sana Mutisio. Eh, watizame watoto hao wa barabarani wakiwa wanarudi kutoka shule, najua sasa hivi break time. Mm. Hmm. Hiyo hiyo hiyo ya Mariam, mm. Ndio ile <laughs> daktari alisema ni positive stress. Ndivyo, ah. Ndio positive stress sasa, mm. Kwa sababu kwenye idhaa pia anapata mafunzo kem kem, kwa hiyo akikosa ndio anapata ile stress ya kiwango yake. Katika tukienda kumalizia, uh, tuulize swali, lakini kabla ya hapo, naona tupate simu moja haraka upesi, kisha ndio tuulize swali letu la kumalizia. Mariam Wapangani, naam. Salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Umeamkaje huko? Alhamdulillah, shwari. Alhamdulillah, namshukuru jalla jalaluhu, kuona siku ya leo ni neema sana kwa Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah eh, mimi niko na swali moja nataka niulize daktari tafadhali. Mimi kuna saa zingine kuanzia tusema, kuanzia mwezi wa nane, mweoii mwaka umepita. mm-hmm. kuna saa zingine inakuzosingizi ndio

Mm, hiyo shida -hmm. ni nini? Nataka nieleze hiyo shida ni nini? Karibu tena Mariam Mapangani. Nimependa hapo mahali ambapo hujielewi lakini unajielewa. <laughs> mm -hmm. <laughs> Now, uh, Daktari Venessa. So, um, ningemsihi Mariam aweze kutembelea um, one of our professionals ili aweze kuwa na discussion in depth na yeye kuhusiana na hiyo hali yake. Ndiyo. Manake Uh, kitu ya kwanza critical huwa tunaangalia ni unakula, unalala vizuri, uko na hiyo di, hamu ya kuweza kujihusisha kingono ama imepotea kabisa. Hizo vitu tatu mm. So hizo vitu tatu tukiona ziko low ama haziko kabisa ama mm. ziko very high hapo, mm. ni one of the communications that something is not right na, so ukienda hiyo session ya kwanza na uh, daktari anafanya kitu inaitwa history taking. Mm -hmm. So unapata kwa hiyo maneno tatu yenye amenipatia. Mm -hmm. Siwezi categorize ni wapi. Mm -hmm. So ni mpaka mkae chini ukuwe na historia uelewe maisha ya Mariam imekuwaje miaka mitano ambayo imepita. Mm -hmm. Ndio pengine akaweza kufika kwa hiyo hali mm -hmm. Mm -hmm. Na tumalizie tuangalie eh, swala, je, kuna dawa? mm -hmm. uh, ya maradhi haya tumeku, kwa sababu tumekuwa baada ya majadiliano leo mm -hmm. tumekubaliana sote kwamba ni magonjwa haya pia kama magonjwa yale mengine mm -hmm. Je, kuna dawa kwa sababu kuna wagonjwa wengine wahii wa, wa wa depression hizi wana kuna madawa wanatumia mm -hmm. Je, kuna dawa na tiba ya mambo haya? So kuna zile uh, hali uh, situations ambazo kuna dawa ambazo tunaita mm -hmm. mental health illnesses. kama schizophrenia Major depression, anxiety wakati mwingine pia itabidi umepatiwa dawa, okay. bipolar au itabidi wamepatiwa dawa ili waweze ku manage their situation okay. But kuna hizi zingine zenye itabidi tu tume undergo the process ya kujaribu ku change behavior ambayo tunatumia uh, theories kama zile, cognitive behavioral therapy ama tunatumia um, narrative therapy ambapo unajiongea tu na unapata hiyo uh, hali ya mwili imepungua kwa sababu umeweza ku unburden vitu ambazo umekuwa una package ndani yako mm. Na mengine mm. So inategemea, ukifika hospitalini, umwelezee daktari hali yako kuna ile yenye atakupatia dawa na kuna ile yenye atakwambia mm hapa -hmm. Tutatumia tu therapy peke yake yake wakati mm -hmm. ha, haunasi tena, tupatie nambari za mawasiliano ndio uh, kina Maria Mapangani mm -hmm. wapate kukutafuta on their own time mm -hmm. or a convenient time. Ni sawa sawa. Ukitaka kuzungumza nami unaweza kuja pale Equity Afya Nairobi West ama Equity Afya South B. Nairobi West iko pale nyuma uh, ya Timol, pale Magharibi Plaza mm -hmm. Na nambari ya hapo ni 0765 triple zero triple one. Ukikuja South B, niko pale Vumira House hapo uh, hivyo South B Shopping Center, na nambari ni 0765 triple zero zero six one, na pia tunafanya kazi kwa ukaribu na Carecall. So pia ukitaka kunipata kupitia Carecall, tuko hapo Fifth Avenue, na pia tunapatikana ndani ya Nairobi West ama South B mm -hmm. na nambari ya simu ni 0765050313 765051 mm -hmm. Ni nambari hizo za moja kwa moja ambapo unaweza kuwasiliana na Daktari Vanessa ukaweza ukapata ushauri na saha au matibabu ikiwa limefikia hapo kwa uh, matibabu mtu mpole ndio, mm. Tunatamatisha hivi yote tisa kumi, ni kwamba msikilizaji, tusije tukadharau kwamba swala hili la e, tatizo la kiakili, hasa tatizo la afya ya kiakili ni tatizo ambalo tunafaa kuliangalia. uh-huh. si kwa sababu leo hii, hata tulikuwa tunazungumza hapa mara nyingi, ukifungua kuangalia habari, unaangalia lazima kuna mtu ashajua. uh-huh. mtu ashauliwa katika tu njia ambayo inaonesha hapa kulikuwepo na shida ya depression, kulikuwepo na shida ya mm -hmm. e, hii swala ambayo tunazungumzia hapa. Kwa hivyo, msikizaji, imefikia wakati ambapo wewe ukifikia, ukiwa pale nyumbani, uone kwamba kidogo mawazo ndio yanakutatiza mm -hmm. Unaanza kuwa na fikra ambazo si za kisawa, siji nitafanyia huyu, nitamuua huyu, basi wewe nenda uweze kutibiwa, anza kutafuta matibabu. Wana afya e, equity afya ambao tumekuwa nao hapa, nambari ya simu asha kutupatia msikilizaji. Kwa hivyo wapigie simu, anza kujaribu kuweza kutafuta matibabu kabla ya hatari. Msikilizaji, shukrani za dhati kwako wewe kuweza kuniazima kiungo chako muhimu cha sikio, kuanzia mwendo wa 12 alfajiri ya leo hadi sasa saa nne, zimesalia dakika mbili tu tunapoitua nanga yetu ya dau la Ikra, panapo majaliwa yake laimanani, inshallah kipindi tena cha dau ni hapo kesho. Kwa saa kama walio tuliokuwa nao pamoja, shukran za dhati wake Daktari Venessa Buyayi kwa kuweza kuja kujumuika nasi kuweza kugawana yale maarifa ambayo anayo kuhusiana na ugonjwa huu wa kiakili ambao husababisha ku, watu kujitoa uhai. Na tunatumai siku nyingine tukikutaka, inshallah tutakuwa nawe tena hapa kwa wasaa mwingine. Asante sana msikilizaji, wewe zidi kuitegemea Iqra FM, usicheze mbali, kwani Women's Corner corner is just around the corner. Utashikana naye mama lao Madina binti Idi. Pamoja naye Princess Samira Galoro katika mpango mzima huo wa Women's Corner. Cha msingi na cha sekondari usikibonyeze kidude kama unakimbiwa na watu wewe kwa sababu ya tabia zako, isikilize hii hadithi ya Bwana Mtume. Mtume anasema inna sharra an-nasi manzilatan inda Allah rajulun tarakahu nasu ittiqa'a fuhshihi watu watakaokuwa na pahala pabaya siku ya kiyama mbele ya Allah ni mtu ambaye